Jeshi la Tanzania ni jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, jeshi la kizalendo. Kwa hiyo hakuna namna mtu mmoja au watu wawili wanaweza wakaenda wakatengeneza maigizo kuvaa makombat ambayo hata asili yake hatuyajui ni wapi, alafu akasema unamtisha, unamti, unamti, unamtisha nani? Halafu hawa wanaharakati wa nje na wengine huku wanashabikia kana kwamba hilo jambo ni jambo la maana na wengine nataka niwaambie na wengine kwenye, kwenye social media tunaona wala si wa Tanzania, tunaona accent zao, tunajua asili yao ni wapi, na wao tunajua wanaowafadhili ili kuhakikisha kwamba wanachafua image ya nchi yetu. Nataka niseme kama kuna mahali wa Tanzania wanapaswa kuungana kwa umoja, ni katika kuhakikisha kwamba tunazilinda misingi ya umoja wa kitaifa, na huu ni msingi mmoja wapo wa maana sana kwamba lazima kama nchi kwanza tutambue mchango mzuri wa vyombo vya ulinzi na usalama. Pili, tuwaache wafanye kazi tulio hapa, na tusiwanasibisha wala kuwashirikisha katika mambo haya ya siasa zetu. Kazi ya vyama vijijenge vyenyewe. Mimi nao wajibu kwa chama changu, na sio mwaka huu tu. Nimewaambieni 95 jina langu halikurudi, nimeongoza kampeni ya mheshimiwa Kone na 95 hiyo hiyo chama changu kikanipa heshima ya kuwa mmoja wa waratibu wa kanda hii Chini ya uongozi wa Peter marehemu Peter Kisumo, na kanda hii ilikuwa ni mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Arusha, nikiwa kijana mdogo kabisa 95. 2000 nikaingia tena kwenye kutia nia, aliyeteuliwa ni lefta cone Dkt. Vincent pareco Vincent cone, mimi ndio nikawa mpigia debe wake sikuhama chama, sikununa na hiyo hiyo ni 95 na 2000. Hapo katikati nimeteuliwa, nimegombea nikawa mbunge. Mwaka huu ndio nimetia nia, sikuteuliwa na nikamwambia, nina amani tele mimi, salama, mimi nachoangalia ni salama ya nchi yangu. Watanzania watoe kura kwa chama ambacho kitakisha usalama wa nchi hii na umoja na utulivu wa nchi, na mimi naamini chie uongozi wa Dr. Samia Suluhu Hassan, Tanzania iko salama, utulivu wa nchi utakwepo amani ya nchi itakwepo, mshikamano wa nchi utakwepo, ustawi wa Watanzania utakuwa ni wa uhakika. Kwa hiyo hilo ndilo linalonifanya niendelee kupambana kuhakikisha kwamba, nawasihi wale wanaonisikia na watakaokubaliana nami kwamba mtu sahihi wa kumchagua ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Ahadi ya vyama na utekelezaji wake na comrade ananiuliza, labda nirudi pale. Ananiuliza juu ya mapambano dhidi ya rushwa, sijui kwa nini rushwa na ufisadi. Mimi nataka niwaambieni CCM na hapa, sijui kwa nini watu waelewi. Ahadi za mwanachama wa CCM ni kwamba rushwa ni adui wa haki, sitapokea wala kutoa rushwa. Ahadi nyingine, cheo ni dhamana, sitatumia cheo changu wala cha mtu mwingine kwa faida yangu. Ahadi nyingine, nitashirikiana na wenzangu kujenga nchi yangu, kujenga nchi yetu. Ahadi nyingine, binadamu wote, binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja, binadamu wote ni ndugu zangu na Afrika ni moja. Lakini CCM kuhusu mapambano dhidi ya ufisadi, nani asiyejua msimamo wa sisi katika masuala ya ufisadi na rushwa? Sisi wengine tumejipambanua, nataka niwaambie, tumejipambanua kuendesha vita dhidi ya ufisadi na rushwa tangu tulipopata cheo chochote tulichowahi kupata. Lakini soma vizuri ilani hii ya uchaguzi, utaona jinsi ambavyo tumejipanga vizuri katika mapambano dhidi ya rushwa. Utaangalia katika maeneo ya utawala bora utayaona. Utaangalia hapa hapo, kuna masuala ya kuendeleza muungano wetu, nitakuonyesha maeneo yote yanayohusu mapambano dhidi ya rushwa na ufisadi. kwa nataka niseme hivi, haiwezekani kwa chama kikubwa kama CCM kila siku kipande jukwani kizungumze kwamba tutapambana na rushwa, tutapambana na ufisadi, wakati miaka hii yote mitano meiona ripoti ya mtendaji mkuu wa TAKUKURU, meona ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, meona hatua zilizochukuliwa na kamati mbalimbali za Bunge, meona hatua ambazo Rais amezichukua. Kwa hiyo sisi tunataka tu, sisi tunaotawala au tunaoongoza tunapaswa kuonyesha mambo haya, mapambano haya kwa vitendo na kwenye maandishi yetu. Ipo suala la mahusiano ya wana CCM baada ya mchakato wa kura za maoni, na kwamba mimi jina langu limeondolewa kwa sababu ya mahusiano yangu yasiyo mazuri na mkuu wa mkoa wa Manyara comrade, eh, Queens Cuthbert Sendeka. Kwanza nataka niwaambie <coughs> mahusiano ya wana CCM baada ya mchakato. Kwanza kuna wana CCM kabisa wengi wengi wengi wengi sana ambao wamekubaliana na matokeo ya uteuzi na leo wanazunguka pamoja na wagombea wa CCM katika ngazi zao za kata kwa udiwani katika ngazi za wagombea ubunge wanazunguka majimbo kuipigia CCM kampeni. Wako wengi sana. Walionuna si wengi, wako wachache walionuna kutokana na kutokuteuliwa na wale mwingine. Ni makosa wewe una, una, una nuna kwa mgombea ambaye ameteuliwa na mamlaka ya kuteua, sio yeye. Yeye hakuwa mamlaka. Mamlaka kamati uteuzi ya, ya mwanzo ya majina yale matatu au unge, ilipoongezwa ni kamati kuu, lakini kwa maoni kuzingatia maoni yaliyotoka kwenye ngazi za jimbo lako, ni kwa maana kamati ya siasa ya wilaya, na kamati ya siasa ya mkoa na kamati kamati za usalama na maadili, lakini na na na mkoa za usalama lakini kamati kuu ina vigezo vyake pia. Chama hiki ni kikubwa, kina sura ya jamii nzima, kingetaka wakati mwingine rika fulani nalo liingie kwenye uongozi kwa wakati mwingine kuondolewa, sio kama unaondolewa kwa kuwa umepoteza mvuto, unaweza kuondolewa kwa sababu kuna haja pia kuingiza damu mpya ndani ya uongozi. Upo kabisa uwezekano huo. Mimi nimekuwa kwenye vikao vya kuchuja, kwa hiyo kama ingelikuwa ni ni, ni, ni, ni, ni ni dhambi kuondoa majina ya watu wanapogombea, maana dhambi hiyo mimi nitakuwa nimeifanya sana, kwa sababu nikiwa mbunge nikiwa mjumbe wa NEC, mjumbe wa halmashauri kuu ya mkoa kamati ya siasa ya mkoa, wilaya, taifa, kamati kuu, halmashauri kuu, ni dhahiri majina mengi yamekuja mbele yetu. Kwa hiyo hili, hili hili ni swala tu la kuwa na nidhamu ya kujua kwanza wajibu wako kwa chama chako na kusimamia maadili na misingi na, na, na, na miiko ya chama chako. Kwa hiyo hili, hili hili hili, wako vijana kabisa waaminifu wengi sana, wachache tu wachache sana ndio walionuna, lakini hata hao wachache tusingetaka wanune, wa sisi tunataka chama hiki ambacho tunataka chama hiki twende pamoja sisi tunaamini kwenye kuvumiliana, kwenye kwenye umoja eh, kwenye ara nne za mama. Kwa hiyo kwa hiyo kwenye hili na, ni, ni jambo ambalo nani sasa, hasa kuhusu mkuu wa mkoa mimi sina uhasama na, na, na, na Queen Cuthbert Sendiga, nadhani nikwambia, hata juzi juzi wakati nakwenda nakwenda natoka Babati nakwenda hana, gari yangu ilipata ilikuwa ina, ina, ina, ina shida kidogo kachafanyiwe e, e, e, zibu pancha alienipa lift tukakaa hapa na yeye ni, ni Queen Cuthbert Sendiga. Hakuna hakuna uhasama wowote kati ya mimi na mkuu wa mkoa wa Manyara, Mheshimiwa Queen Cuthbert Sendiga. Na kama kuna mahali nilikosoa, nilikosoa kwa sababu ilikuwa ni wajibu wangu kuisimamia na kuishauri serikali. Wakati mwingine ni vizuri watu waelewe kwamba mtu anapopinga hoja fulani uliyoitoa Hakupingi wewe. Mmetofautiana tu kwenye hoja. Au mmekutofautiana mtizamo juu ya jambo lililoko mezani mnalolijadili. Kwa nataka niseme kwanza, mimi na Queen Cuthbert Sendiga ni marafiki wazuri. Kumbuka Queen Cuthbert Sendiga ni mkuu wa mkoa. Mimi nilikuwa mkuu wa mkoa. Si ni ya kuliko yeye. Lakini ana nafasi yake ambayo na mimi inapaswa kuheshimu. Huyu anamwakilisha rais na amiri jeshi mkuu na mkuu wa nchi. Kwa hiyo hata mimi ningekuwa leo nimevaa kombati zangu nikiangalia kwenye ofisi yake nitapiga saluti, na hata kama sina nitabana mikono, kwa sababu huyu ni mwakilishi, huyu ndio kiongozi namba moja wa mkoa ule. Sasa nataka niseme, kwa hiyo hilo hilo naomba naomba lieleweke hivyo. Sasa naomba nirudi kwenye swala la kamredi Mvungi kupambania chama chako na kuvunja makundi athari nawajibu kwa chama changu na, na sio mwaka huu tu, nimewaambieni 95 jina langu halikurudi, nimeongoza kampeni ya Mheshimiwa Kone. na 95 hiyo hiyo chama changu kikanipa heshima ya kuwa mmoja wa waratibu wa kanda hii chini ya uongozi wa marehemu Peter Kisumo, na kanda hii ilikuwa ni mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Arusha, nikiwa kijana mdogo kabisa 95 elfu mbili nikaingia tena kwenye kutia nia, aliyeteuliwa Lieutenant Kone, Dr. Parseco Vincent Kone, mimi ndiyo nikawa mpiga debe wake.